Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa watumishi wa Mungu, ni wakaribishe tena kwa tafakari ya neno la Mungu. Tunaendelea na kipindi cha Kwaresma na naweza nikasema sasa tuna tafakari Tunakuleteni tafakari hii ikiwa ni dominika ya tatu ya Kwaresma. Dominika ya kwanza ya Kwaresma tulimwona Yesu yuko jangwani, akafunga siku arobaini, akajaribiwa na ibilisi shetani, lakini Yesu hakutenda dhambi, hakuweza kukubaliana na kishawishi chochote kutoka kwa shetani, na akamshinda shetani, yeye ni Mungu akatufundisha kwamba na sisi tutajaribiwa katika maisha yake yetu, lakini tuwe tayari kusimama imara kumpinga shetani na tusimkubalie katika vishawishi vyake vyote, hata kama ni vizuri vinaonekana kutuvutia namna gani. Kituo chetu cha pili kilitupeleka pire, mpaka mlima Tabor pale Yesu alipopeleka mtume wake Petro, Yakobo na Yohane, akageuka sura juu ya mlima akitaka kuonesha kwamba huu ni utukufu nitakaoupata mara baada ya kumaliza mateso, kifo na ufuko. Kwa sababu alipokuwa anawaambia wanafunzi wake nitateswa, nitakufa na kufuka, hawakuweza kulijua hilo neno, hayo maneno hawakuweza kuyakubali, kuya kwa sababu alitegemea masiha ni mtu ambaye atakuwa mshindi, masiha ambaye atawakomboa wa Israeli kutoka utumwa wa Rumi, ni mtu atakuwa na jeshi na nguvu, lakini Yesu hakuwa namna hiyo. Kwa Yesu akawafundisha kwamba maangaiko yote ya mateso kifo na ufuko, mwisho wake ni utukufu. Na wale mitume wakaona utukufu ukithibitishwa na Mungu Baba kwamba huyu ni mwanangu mpendwa wangu msikilizeni yeye. Sasa kituo chetu cha tatu, ambayo ndio Dominika yetu ya tatu e, tutamwona Yesu sasa anatuletea tena na mwenyewe kupitia Luka anatuletea habari njema, mm, juu ya dhamira nzima ya kutubu kwamba tutubu tubadilike tunapoona maafa yanawapata wengi. Kuna matetemeko, mtu ana dhambi yote, tetemeko linakuja na kufa. Eh, magonjwa haya mtu hajayasababisha anakufa, si kwamba wanaopatwa na, na, na magonjwa na kufariki, wanaopatwa na matetemeko, vimbunga, shida mbalimbali za dunia hii, si kwamba wao ni watenda dhambi kuliko sisi. Pengine sisi tunatenda dhambi kwa zidi lakini anachotaka kutufundisha Mwenyezi Mungu ni kwamba tutubu, tumrudie yeye. Lakini leo ni anze tafakari yangu na somo la kwanza ambayo nitatumia muda mrefu pengine kuliko hata somo la Injili. Somo hili la kwanza linaongelea Musa, Musa wa Agano la Kale, Musa ambaye alikuwa ni nabii, Musa ambaye aliwakomboa Israeli kutoka utumwani Misri. Na somo hilo la kwanza, sasa tuanze kwa kulisoma na kutafakari. Linatoka kitabu cha Kutoka sura ya tatu aya ya kwanza mpaka ya nane a na aya ya kumi na tatu mpaka ya kumi na tano. Musa alikuwa akichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midiani, akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe, kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katika katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami na nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Misri niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha, pan, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali. Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao akaniuliza jina lake ni nani, niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Tena Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, amenituma kwenu. Hili ndilo jina langu hata milele. Nalo ni kumbukumbu langu hata vizazi vyote. Neno la Bwana. Sifa kwako, e eh, Kristo. Wapendwa wana taifa la Mungu, somo hili kama tulivyolisikia lina wahusika wawili. Mhusika mkuu kabisa ni Mwenyezi Mungu mwenyewe na mhusika wa pili ni huyu Musa, Musa ambaye tumesikia habari zake nyingi na mimi ningependa tafakari ya leo sehemu kubwa tuyaone haya maisha ya Musa tukiongozwa na somo hili, na pengine tupate cha kujifunza katika maisha. Na dhamira kabisa ya kwanza katika sehemu hii ya kwanza ya mahubiri nataka iwe hii, na upenda kuwashirikisha Mungu anakusudi na kila mmoja wetu, Mungu anakusudi na kila mmoja wetu na anataka tufanye kitu fulani katika maisha yetu ya hapa duniani. Mungu alipotuleta hapa duniani kwa kupitia wazazi wetu katika uumbaji, Mungu ametuumba kupitia wazazi wetu. hakutuleta hapa duniani ili basi tuwe, tuishi maisha ya hivi kama mbuzi fulani au bata fulani au mnyama fulani. Hapana, Mungu ametupa akili na utashi na akatuweka hapa duniani kwamba tutimize kitu fulani katika maisha yetu. Je, ni kitu gani? Wewe unajua sasa hivi Mungu amekutaka ufanye nini katika maisha yako? Umesha kitambua hicho? Kwa dhamira kuu, Mungu anatutumia sisi kufanya mambo ya kimungu, kutenda kitu fulani tunapokuwa hapa duniani. Pengine kwa kujikumbusha, tukiangalia maisha ya Musa mwenyewe, tujikumbushe tu kwamba Musa ni mmoja wa wahusika wakuu wa Biblia katika Agano la Kale na alikuwa nabii na kiongozi Waisraeli na alitumika kama chombo chake Mungu kuwakomboa wale Waisraeli waliokuwa utumwani Misri mpaka nchi ya ahadi. Kuzaliwa kwake na kwenyewe ni kwa kipekee, ambao ukitaka kujua vizuri ni kutoka kitabu cha Kutoka sura ya pili hasa mstari wa kwanza mpaka wa kumi. Eh, ukisoma maandiko hayo tunaona kwamba wakati huo Farao, kiongozi wa Misri, alikuwa ameamuru kwamba watoto wote wa kiume wa Kiyahudi wauawe ili kupunguza idadi ya hao Waisraeli, kwa sababu Waisraeli walipokuwa utumwani Misri idadi yao ikawa inaongezeka. Farao akaogopa, kwa akasema, namna hii tubane, tuwaue hao watoto wote wa kiume wa Kiyahudi, isije namba yao ikawa kubwa ikaja kutuletea shida na upinzani. Kumbe mama yake Musa alipoona hivyo alitengeneza kikapu akamweka Musa alafu hicho kikapu akaenda akakiweka kwenye mto Nile. Kawa kinaelea. Na sasa binti yake na Farao alipoenda kuoga akawa amemwona mtoto kwenye kikapu. Akawa amemchukua nyumbani kwenye nyumba ya Farao, nyumba ya kifalme. Na bahati nzuri, mama yake mzazi alikuwa humo kama mfanyakazi kwa ikulu ya mfalme. Ila binti ya Farao hakujua kwamba yule ya ndiye mama yake. Kule mama yake akamtunza pamoja na binti ya mfalme. Kwa Musa kimsingi, akawa amekulia pale ikulu ya mfalme, lakini alipokuwa mtu mzima ni wazi na mateso yalikuwepo, ambapo wa Misri walikuwa na watesa Wayahudi hao, e, au Waisraeli. Ilitokea siku moja Musa aliona Mmisri anapigana na Myahudi au na Mwebrania tuseme au na Mwisraeli Eh, kwa sababu Wamisri ndio walikuwa wako nyumbani kwao wanawatesa hao Wayahudi. Sasa wakawa wanapigana wana, sasa Musa akaona hapana, akaenda akaingilia kati ugomvi huo, na baadaye kimsingi, Musa akawa amemua yule Misri, alafu basi akawa amekaa kimya. Lakini baada ya siku chache Wayahudi wawili wakawa wanagombana, walipokuwa nagombana Musa anaenda kuamua, ndio Myahudi mmoja akamwambia Musa, hivi na mimi nataka kuniua kama ulivyomuua yule Misri? Oh, Musa akastuka, kaona kumbe habari za mtu yule niliyemuua zitajulikana, kwa akawa amekimbia akaenda mpaka nchi ya mbali, eh, huko huko Midiani, tunasema wanapaita Midiani, na kule alipokimbilia huko akawa amemuoa binti huko kutoka familia moja ya Yethro na akawa amekaa miaka mingi kwa baba mkwe wake huyu Yethro, akiwa anachunga mifugo yake, mbuzi, kondoo na kadhalika. Na sasa akiwa anachunga mifugo hiyo, ndio somo la leo tunalolisikia, ambapo Mungu akaingilia kati. Musa akaona kijiti, kijiti kichaka kinawaka lakini hakiteketei na sauti ya Mungu inatoka humo kama vile tunasikia kwenye simulizi hili na na na, na yu Mwenyezi Mungu yawe anataka amtume Musa awakomboe Wayahudi wenzake Waisraeli wenzake, ambao walikuwa. Mungu anasema nimesikia kilio chenu, nataka niwakomboe kupitia Musa. Lakini ukisoma kwenye Biblia kitabu cha Kutoka, Musa ali, alikataa mwanzoni, aliona shaka, anamwambia Mungu, mimi nitawezaje kumkabili Farao? Kwanza mimi sijui kuongea vizuri, kwa sababu Musa alikuwa na na kigumizi. Lakini, lakini Mungu akasema mimi nitakupatia msaidizi ambaye atakuwa ni Haruni, na kweli Mungu akampatia msimamizi na na, hiyo simulizi nalifanya kwa kifupi. Musa alimwendea Farao, Farao akakataa kuwaruhusu wa wa Misri wa, wa hao amini Wayahudi hao kumi eh, na baadaye wakaruhusiwa. Musa akawongoza jangwani kwa miaka arobaini. Mpaka humo mlima Sinai wakapewa amri kumi za Mungu kama tulivyosoma kitabu cha Kutoka sura ya 19 na sura ya 20, na mwisho wakaingia nchi ya ahadi, japo Musa mwenyewe hakuweza kuingia nchi ya ahadi simulizo lilia, simulizo hilo juu ya Musa liachie hapo. Lakini simulizi hii ina mambo makubwa ya kujifunza kwangu. Nimesema Mungu anakusudi na kila mmoja wetu. Tumesikia Musa jinsi alivyozaliwa katika mazingira tatanishi, Mungu alivyomwokoa asiuawe, alivyotunzwa kwa nyumba ya kifalme kwa kuokotwa, lakini akamuua Mmisri. Mungu baada akamwona, pamoja na kwamba umeua mtu lakini nitakutumia wewe katika mapungufu yako. Baadaye akawa kiongozi mpaka akawakomboa Yahudi. Tunachojifunza ni nini? Kimoja, pengine sisi wanadamu tunaweza tukajiona tuna mapungufu fulani, na kudhani kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kututumia sisi. Mfano, kama sisi labda wachungaji, mapadre, maaskofu na kadhalika, ni binadamu kabisa kama mtu yoyote yule, lakini Mungu ametuita katika madhaifu yetu, ila yeye mwenyewe anatustahirisha. Ndiyo maana kwenye sala ya Ekarista ya pili ya pada nayo isali kuna mahali pale anasema kwamba tunakushukuru e Bwana, kwa kuwa umetuita, ume, ume na kutustahilisha, ili tuweze kutumikia. Hatuna mastahili mbele ya mwenyezi Mungu, ila mwenyezi Mungu ndiye anatustahilisha. Naona na Mungu nimesema. Sasa, dhamira kuu ya tafakari hii, sehemu ya kwanza, Mungu anamwita kila mmoja wetu atekeleze kitu fulani katika maisha yake. Kwa hiyo Musa anaitwa na Mwenyezi Mungu bila mastahili na mapungufu yake, lakini anamtumia Musa huyo kwa lengo moja kubwa, kuwakomboa Israeli. Sasa wewe, Mungu amekuita kwa kusudi gani? Unadhani umeshatimiza kitu chochote hapa duniani katika mpango mzima wa Mwenyezi Mungu? Usijue ukafikiri makubwa kwamba lazima niwe kama Musa, niwe nabii. Hapana. Kama umeitwa kama mwalimu, umetimiza uwalimu wako vizuri kwa uaminifu. Kama mimi ni mchungaji ni padri, nimetimiza wajibu wangu huo vizuri, na kadhalika na kadhalika. Lakini pengine ni vigumu, kuna watu wengi wanapata shida na ni kwa wengi wetu kujua kwamba hivi Mungu ameniita hapa duniani nifanye nini? Wakati mwingine E, tunaweza tukakaa bila kujua Mungu ametuita kwa kitu gani. Nilikuwa e, naongea na, na padri mmoja wa, wa, mlezi wa seminari akasema fratira naweza kukaa seminari, akamaliza miaka mitatu ya falsafa, akaongeza pengine mitatu minne ya teolojia, lakini hajagundua kiukweli ukweli kwamba ameitwa na Mwenyezi Mungu kumtumikia kama padri, ila mwaka wa kwanza unaisha, wa pili unaisha, wa tatu unaisha, wa nne unaisha, unasema ngoja niendelee. Mungu, ndio namna yake anavyofanya wakati mwingine baadaye nakuja gundua ah, kweli Mungu amenita kwa kitu hiki, baada ya miaka mitano. Pengine kuna watu wanagundua wito wao haraka haraka, watu wengine wito wao wanagundua kwa kuambiwa na watu wengine, unajua wewe una kipaji cha kuimba, wewe au unajua wewe ni una mwanamuziki mashuhuri. Unaona. Kwa wakati mwingine kutambua ni nini mapaswa yangu katika malimwengu haya ni vigumu eh? Kuna mziki mmoja wa, wa Harmonize. Mziki huwa na upendo, una maneno mazuri wa never give up. Never give up hapa, usikate tamaa. Anaelezea hali yake alivyozaliwa katika mazingira magumu, lakini baadaye anasema alikuwa na ndoto ya kuwa mchezaji mzuri wa mpira, na kweli Harmonize anajua kucheza mpira, lakini anasema alishakataliwa kama mara kumi kwenye mashindano hata ya Bongo Star Search yale, anaambiwa kwamba sauti yake haifai, labda atafute utaratibu mwingine. Lakini baadaye Harmonize kwa, ambiwa kwa ambiwa muziki huo, alienda akatulia akaji akajipanga, hakukata tamaa kwa kwamba alishakataliwa mara nyingi, kwamba si kwa mwana muziki mzuri, alijipanga akaendeleza kipaji chake, kwamba mwanzoni alijua kwamba kipaji chake likucheza exactly mpira lakini sasa hivi Harmonize ni mmoja wa wanamuziki wa, wa mashuhuri Tanzania. Labda ungelipanga wanamuziki mashuhuri Tanzania watano au watatu au wanne, na yeye yumo mwanamuziki mashuhuri, na yeye anatimiza mpango wake Mwenyezi Mungu kama mwanamuziki. Steve Jobs yule mmoja wa waanzilishi wa kompyuta wa za Apple ni marehemu mare, sasa amefariki kijana miaka hamsini na hivi aliwahi kusema ili kugundua wito wako katika dunia hii ni pale ambapo unaona unafanya kitu halafu unakifurahia. Usije ukadhani kwamba kufanya labda kazi fulani unapata mamilioni, huo ndio wito wako. Unaweza kuwa unafanya kazi unapata milioni kumi kwa mwezi usifurahie, lakini mwingine akafanya kazi ya laki moja elfu hamsini kwa mwezi akaifurahia, na akaifanya vizuri. Steve Jobs anasema huo ndio wito wako. Nilikuwa eh, nasoma simulizi la kijana mmoja ambaye alikuwa ni mzungu. Alitamani kwenda ku, nchi za misioni kuja Afrika au Asia kuhubiri dini. Wazazi wake kwanza wakamkatalia kwamba hana uwezo. Akaingia shirika fulani, wakasema utabaki huko Ulaya akang'ang'ania akasema, nataka kwenda Afrika. Wakampeleka visiwa fulani viko huko Afrika ya Magharibi, baada ya kuwasumbua sana. Akafika kule alikuhubiri vizuri sana, mpaka kafia huko na akazikwa aka huko. Baada ya miaka mingine mingi, shirika hilo likawa linawaleta hao wamisionari kwenye visiwa hivyo. Baadaye wamisionari wakawa na wanaongelea habari za Yesu kwa watu ambao walikuwa hawajamsikia Yesu sana Waliposema kulikuwa na mtu anahubiri, baadaye alikufa na kufuka. Aha, wakasema mbona, huyo mtu namfahamu, ni yule John. Kumbe yule John ni yule missionary yule ambaye walikuwa bekatari, walikuja kwa hubiria na akafia kule, yule missionary yu kuambia kwamba alikuwa kwa, kwa, kwa kubwa zake na wazazi wake wanataka asije kule kwao. Waliona ndiyo mfano ni ideal, ni model, ni mfano wa Yesu, yani walimfahamu kama Yesu. Unaona, alikuwa amekataliwa na wazazi na wakubwa wako wa shirika, lakini alifanya mambo makubwa sana. Ninachotaka kusema angalia, wito wako ni nini? Jitafakari kwamba kugundua wito wako mpaka ufanye mambo makubwa, hapo ndio umepata wito wako. Mungu ndio ndio wako, Mungu kazi aliyokupatia, utume wako. Mama Teresa anasema tumeitwa si sikufanya mambo makubwa Ila kufanya mambo hata kama ni machache, lakini kwa upendo mkubwa. Tunarudia nyuma tena, tunarudi nyuma. Musa alikuwa na maisha ya kawaida, njia yake na kona kona, lakini Mungu akamtumia kuwakomboa Israeli. Mungu na wewe na kona nyingi, Mungu anataka kutubie ufanye kazi yake na usikate tamaa. Mahali hapo ulipo pafanye pawe mahali pazuri pa pa, kila mtu kufurahia utume wako matunda yako. Kwa hiyo wapendwa, tuendelee kulizingatia hili. Mungu ameniita ameniweka duniani hapa kwa kitu gani? Tukitambua hilo tutafanya vizuri. Kuna mtu mmoja alishawahi kupita makaburini, makaburini watu wanaandika Bwana John Peter, kuzaliwa mwaka huu, kufariki mwaka huu umri wake miaka hii sasa. Huyu msafiri alipita makaburini akakuta kaburi moja aliyefariki John Peter, kuzaliwa mwaka elfu moja mia tisa ishirini kufariki mwaka 2000, umri wake miaka ishirini. Akashangaa, amezaliwa mwaka ishirini akafariki mwaka 2000, umri wake ni miaka 80. Kwa nini imeandikwa na miaka ishirini? Akajitafakari. Ndio, baba mmoja mtunza makaburi akamwambia hivi, huyu bwana aliishi miaka 80 kwa kuishi miaka ya kuzaliwa na kuishi hapa duniani, lakini kazi kabisa kabisa aliyoifanya na kuishi kabisa kama mtu na kufanya kazi ni miaka ishirini tu, eh, kama yule padre ambaye alikuwa anaadhimisha jubilei ya miaka 25 ya upadre. Padre mwenzake akamuuliza hivi umekuwa padre kwa, kwa miaka ishirini na tano lakini umri wako wa utume kabisa, kabisa kabisa ni miaka kumi au mitano. Au mtu anaweza kuwa labda anasomea utawa ni mnovisi akafariki, lakini alipofariki alishakuwa mtawa wa miaka kama kumi. Nadhani nachotaka kusema mnakielewa. Timiza wajibu wako ipasavyo hapa duniani. Yani, tusiingia hapa duniani, Mungu ana mpango na sisi. Ukaishi, ukaamka, ukala au hata usipokula, sijui vizuri, jua likaamka toka mashariki likazama magharibi, siku ya kwanza, siku ya pili, mwaka mmoja, mwaka wa kumi, hauja haujatekeleza jambo fulani katika maisha. Mungu ana mpango na wewe. Tutumie huu mfano wa nabii Musa utufundishe kwamba maisha hapa duniani ni mpito na tunahitaji kufanya kazi, na Mungu ametuita kwa kusudi fulani. Sasa tumalizie kwa ufupi, kwa ufupi kabisa, somo la Injili. Somo la Injili linaongelea toba, linaongelea toba. Na, na kipindi cha Kwaresma tunaambiwa sana kwamba tufanye nini? Tufanye toba, tufanye toba. E, eh, linatoka Injili ya Luka sura ya 13 mstari wa kwanza mpaka wa tisa. Na Yesu anaanza kuongelea juu ya wale watu waliompasha habari Yesu juu ya Wagalilaya ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Inaonekana alikuwa katika hekalu la wa Yerusalemu. Wagalilaya fulani wakaja kutoa sadaka za kuchinjwa dhabihu. Sasa eh, sasa nani yule yule yule Pilato akahofu kwamba wanataka kufanya mapinduzi kwa sababu Pilato kama kiongozi wa Kirumi alikuwa na hofia, uh, uh, uprising yani mapinduzi aina yote kutoka kwa Wayahudi. Akawakamata, akawaua, aka na zile dhabihu zao akazichanganya na damu yao. Katili mkubwa sana Pilato alikuwa, lakini kuna watu wengine walikuwa wanajenga jenga mnara ukawaangukia wakafa. Sasa Yesu anawaambia hivi, anawauliza wa Wayahudi wale wanafunzi wake, mnadhani hawa waliokufa kwanza kwa kuchanganya damu yao waua na damu yao ikachanganywa na dhabihu au walioangukiwa na mnara walikuwa baya kuliko mtu yoyote? Hapana, ila basi ilikuwa mpango si wa Mungu si wa nini, lakini nasema msipotubu na ninyi mtaangamia. Unapoona unatenda mabaya, unapoona hauna maisha yaliyo mazuri mbele ya Mwenyezi Mungu lakini unaona labda mipango yako inafanikiwa, biashara zako zinaenda, shughuli unazozifanya zinanawiri, lakini unamtendea Mwenyezi Mungu maovu. Si kwamba Mungu hakuoni, kimsingi Mungu anakupa muda ili uweze kubadilika, kwa wakati ulio kubarika ni sasa. Usio kadhani kwamba mbona yule anajifanya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, anasali kila siku, lakini amepigika kimaisha, mbona anaugua, mbona na matatizo? Hapana, Mungu ana namna anavyo tupatia zawadi mbalimbali katika maisha Tubu, tubu, tubu, mrudie Mwenyezi Mungu. Na Yesu anamalizia kwa mfano mmoja mzuri sana, kwa mtu mmoja aliyekuwa na mti ameupanda mti huo, ulikuwa ni mtini unatoa matunda fulani. Naona akamwambia mtu, mtunza shamba la mzabibu, tazama, miaka mitatu na acha nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu, uukate. Mbona hata nchi unaiharibu? Akajibu akamwambia, Bwana Uwache mwaka huu nao, hata ni upalilie ni utilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye vema, la usipozaa ndipo ukati. Mtu amepanda mti wake wa matunda fikia kama papai, au umepanda mtu wa mchungwa, miaka mitatu, mine, mitano, kumi utoi matunda yote sio utakata. Ni kama una, unapoteza maji yako na, na matun, matunzo na upa, lakini ule mtunza shamba anasema hapana, wache ni upalilie weke samadi tu ni mwaka, itakuwaaje usipotoa matunda tukate. Sasa hii samadi ndio neno la Mungu tunalokupatia hili, sasa hivi tunakupa samadi. Je, maisha yako ya mwaka jana ni sawa na ya mwaka huu au umebaki vile vile? Kama ubadiliki Mungu labda akateti, na kwa nini hutaki kutubu? Na sababu gani ya msingi? Wakati mwingine tunateki mambo simple, ah, simple simple. Eh, tunapotezea. Lakini bwana, tusicheze hapa duniani. Sisi ni wasafiri, ni watu wa kupita. Siku moja tutakwenda kuiface, tutaenda kuonana na Mwenyezi Mungu na kutupatia haki, kwa sababu Mungu ni mwenye huruma, lakini vile vile Mungu ni mwenye haki, atamlipa kila mmoja kadri ya matendo yake. Na wewe sasa hivi uweze ukapotezea, kwa sababu umeshaamini, unamwamini Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yako, ila pengine hautaki kumfuata Sio kwamba natishia, hapana, ndio ukweli. E, ndio ukweli. Kwa tutubu, Mungu ni mwenye huruma, madhambi yetu atayatu, atayafuta tukimwendea yeye, tukatubu vizuri sana na tukizingatia kwamba huu ni mwaka wa Jubilei kuu 2025 tufanye toba ya kweli na tumrudie Mwenyezi Mungu, kutakia neema na baraka. Kumbuka dhamira kuu ya sehemu ya kwanza ya mahubiri yetu, Mungu amekuleta hapa duniani utimize jambo fulani. La pili, tutubu kwa dhambi zetu. Tuko duniani, Mungu anatuvumilia, anatupa nafasi ya kutubu. Tutubu asijaka akatukata kama ule mtini. Tuombeane daima, tumsifu Yesu Kristo. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa Kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia. Usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop. Hawa ni wauzaji wakongwe wa vitabu hapa Manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini, ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP Bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Jumaa, kuanzia saa mbili na nusu hadi saa 11 jioni, na Jumamosi ni kuanzia saa tatu kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. TMP TMP Bookshop. Tunapatikana karibu na kiwanja cha chipukizi Mkambala na Mea Hotel. Usiwaze wala kuumiza kichwa. TMP Bookshop sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani Tabora. Kwa taarifa zaidi wasiliana na Sister Zawadi kwa simu nambari 0754039465. Karibu TMP Bookshop.